Taarifa kwa umma ambayo inatolewa leo tarehe 27 mwezi wa 5 2025. TAKUKURU yaokoa magunia yaliyotumika au maarufu kwa jina la majafafa 2681 yenye thamani ya shilingi bilioni 1.4 na kuyarudisha kwa wananchi. Katika kipindi cha Januari hadi Machi 2025 TAKUKURU imefanikiwa kukamata mabelo ya magunia ya kufungia tumbaku yaliyotumika maarufu kwa jina la majafafa yapatayo 2681 yenye thamani ya shilingi bilioni 1.4. Magunia yamekamatwa katika operesheni maalum kutoka kwa wafanyabiashara waliokuwa wakiyauza kinyume na utaratibu. Watuhumiwa katika sakata hilo walifikishwa mahakamani na kufunguliwa kesi kwa mujibu wa sheria. Kati ya watuhumiwa hao wapo waliokubali kufanya makubaliano uh, ya kulipa fedha kufidia hasara waliosababishia serikali na kurudisha magunia hayo ambayo yamerudishwa ili kugawiwa kwa wakulima kwa ajili ya kuhifadhia tumbaku kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora, ofisi ya mkuu wa polisi Tabora na ofisi ya mwendesha mashtaka wa taifa mkoa wa Tabora, jumla washtakiwa saba walifikishwa mahakamani na kuokoa shilingi milioni mbili kwa utaratibu wa plea bargain. TAKUKURU imefanikisha kurejesha kwa magunia 1315 ya tumbaku yaliyotumika kati 2, 2, 6, 7, 1, ya 2681 yaliyokamatwa. Magunia hayo yamerejeshwa kwa wakulima kupitia vyama vya msingi vya Mulokhu, Mkombozi, Bukemba, Ikobelo na Kasisi, wakati taratibu za ufuatiliaji zinaendelea kuhakikisha magunia yaliyosalia yanarudi kwa wakulima kupitia vyama vya msingi kama utaratibu unavyoelekeza. Uzuiaji rushwa, tumefuatilia utekelezaji wa miradi 18 ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 45953 milioni 955952 na senti 57. Kati ya miradi hiyo Uh, kumi na nane iliyofuatiliwa miradi minne yenye thamani ya shilingi bilioni kumi na saba mia nane na tano milioni mia nane tisini na tatu elfu mia sita na nane na senti kumi na tano ilikutwe na mapungufu mbalimbali mbali ambayo tumetolea maelekezo namna gani ya kufanya masaisho au kurekebisha kasoro hizo zilizobainika. Kwa upande wa elimu kwa umma, Tumetoa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa kuelekea maadhimisho ya wiki ya sheria na siku ya wanawake duniani na kuwakumbusha wananchi kuendelea kutoa taarifa za vitendo vya rushwa vinavyojitokeza uh, vina katika mazingira yao. Uchunguzi na mashtaka. Malalamiko 116 alipokelewa ambapo malalamiko 92 alihusu rushwa taarifa nne zilihamishwa na watoa taarifa ishirini walipewa ushauri wa wakuta uh, kutatua malalamiko yao. Taarifa 12 uchunguzi wake ulifungwa baada ya kukosa ushahidi. Kwa upande wa mashtaka, kesi mpya nne zilifunguliwa. Kesi mbili ziliam- tatu ziliamriwa, ambapo Jamhuri ilishinda kesi moja, kesi moja iliondolewa mahakamani na kesi moja Jamhuri ilishindwa. Kesi zinazoendelea kusikilizwa katika mahakama mbalimbali mbali za wilaya aa, za mkoa wa Tabora ni kesi 15. Utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki, tumefanya vikao katika kata 18, ambavyo jumla ya kero 215 ziliibuliwa na kero 194 sawa na asilimia 79 zimetatuliwa. Aidha, vikao saba vilifanyika katika kata mbalimbali mbali ili kupeleka mrejesho wa utatuzi wa kero zilizoibuliwa katika vikao hivyo. Baadhi ya kero zilihusu sekta ya afya, miundombinu au barabara, ulinzi na usalama, kilimo, nishati na elimu, kuelekea uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na rais kwa mwaka wa 2025 tutaendelea kushirikiana na wadau wa uchaguzi ili kuhakikisha tunazuia kutokea kwa vitendo vya rushwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi.